Mechi moja nzuri tulijua, uh, uh, tutapata pressure wakati South Africa hapa kwao, lakini tulijaribu kuji psychologically, tulikuwa tulikuao vizuri na mentality, tuliweza ku manage pressure katika first half, especially na dakika ishirini za kwanza. Uh, nawapongeza wazaji wangu wameweza kupata yale maelekezo. Uh, ni kipimo kizuri kwetu kupata mechi kama hizi, sio kwa safari ambayo tunakwenda na naamini kwamba tuna improve siku baada ya siku. Mimi sina maneno mengi zaidi ya kuambia kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya ubalozi, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassan. Leo ulikuwa ni mchezo wa kirafiki wa kimataifa, lakini tumeweza kuzuia kwao, wao wametoa draw, lakini sisi kwetu ni kama vile ushindi. Tumeona walikuwa wanashangiliwa na maelfu ya washangiliaji walikuwa wanapiga kelele wakati wote, lakini tulijitahidi, zile kelele hazikutuangaisha, tuliendelea kwa imara na tumeweza kufanya vizuri, tumeweza kuzuia. Lakini pia mchezo ambao tumecheza ni mchezo mzuri, mmeonyesha uimilivu mkubwa, mmeonyesha ubora mkubwa. Na nilikuwa nimekaa na baadhi ya viongozi pale, walikuwa wanaongea vitu vizuri sana kuhusiana na timu yetu, namna mlivyokuwa mmecheza. Kwa hiyo mimi langu la mwisho ni kuambia kwamba ongereni, tunashukuru, mmetuheshimisha, hamjaniacha na aibu kwa hiyo tujipongeze, tujipongeze. Kwa hiyo lakini jingine, najua tuna safari, nimearifiwa kwamba kuna safari usiku huu kuelekea mji mwingine unaitwa Bloemfontein, huko mbali kidogo, ni kama kilomita mia saba. Lakini basi safari ni safari, tumekuja kufanya yaliyotuleta. Basi niwatakie safari njema katika muda huo ambao mtasafiri hapo baadaye. Usiku huu mimi naanza safari mapema kidogo ili nitangulie kule Bloemfontein, nitasafiri na mimi usiku kwa hiyo, inshallah tuombeane safari njema, tutakutana kesho kule kwa ajili ya mchezo wa kesho. Na washukuru wachezaji na wajishukuru benchi, kila ufundi, na washukuru walimu wa kwa kazi nzuri, mmeliheshimisha taifa. Kwa hiyo mpokee pongezi nyingi kutoka kwangu na kwa Watanzania wote ambao wamefuatilia mchezo huo. Asanteni sana jaa